Simba yashika nafasi ya saba kwa vilabu vilivyofanya vizuri zaidi barani Afrika wiki hii, ambapo mtandao maarufu e, wa soka barani Afrika ambao unajulikana kama Africa Soka Zone umetaja vilabu kumi Bora ambavyo vimefanya vizuri zaidi ndani ya wiki hii, huku Simba ikiingia kwa mara ya kwanza kwenye orodha hiyo na kushika nafasi ya saba, ambapo mtandao huo umekuwa ukitoa orodha hiyo mara kwa mara, lakini safari hii imekuwa tofauti kidogo baada ya klabu ya Simba kuweza kuingia kwa mara ya kwanza tofauti na vilabu vingine, ambapo katika orodha ambayo imeweza kutolea na mtandao wa Africa Soka Zoni, basi vilabu ambavyo vimeweza kuorodheshwa hapo ambavyo ni kumi ambapo weza kutoa orodha yao kama ifuatavyo, ambapo namba moja namba moja ni klabu ya Pyramids. Hii ni timu kutokea Misri. Namba mbili wakaiweka Esperance de Tunis, hii inatokea nchi ya Tunisia, na namba tatu ni Petro de Rwanda kutokea Angola, lakini namba nne ni Al Ahly ambayo inatoka Misri na hii ndiyo klabu ya karne ya ishirini na moja. Wakati namba tano ni Big Bullets kutokea Malawi, na namba sita ni Wydad Casablanca, ambapo namba saba imeshikwa na klabu ya Simba Sports Club ambayo inatokea nje ya Tanzania na kuifanya kuwa timu ya kwanza kabisa na ikawa mara ya kwanza kuweza kuingia kwenye orodha hiyo ya timu ambazo zimeingia eh, zime, zime kwenye orodha ya timu bora katika wiki. Cha ajabu ni namba nane, Mamelodi Sundowns kutoka South Africa wao na wameweza kuingia, wameweza kuingia kwenye orodha hiyo huku wakiwa wamezidiwa na Simba Sport Club. Namba tisa ni JSC, Kapilai, ambayo yenyewe nayo imeweza kuishika nafasi hiyo eh, ya kuingia katika, eh, katika orodha hiyo huku namba kumi ikiingia ni St Eloi Lupopo ambayo nayo imeweza kuingia katika na kufanya kuwa na vilabu kumi ambavyo vimeingia katika vilabu kumi ambavyo vimeweza kuingia. Basi kuna timu ambazo zimeshaingia zaidi ya mara moja ambapo Pyramids wenyewe, ilikuwa ni mara ya kwanza. Experience de Tunis ilikuwa mara ya kwanza. Petro de Luanda, ilikuwa zaidi ya mara moja. Alwahali ni zaidi ya mara moja kuingia. Big Bullets ni mara moja kuingia, ni zaidi ya mara mbili kuingia. Wode de Casablanca ni mara ni zaidi ya mara tatu kuingia kwenye